Mbali na hao, mtazamaji, ni kwamba hofu imegubika jamii zinazoishi maeneo ya Ziwa Baringo na Bogoria, baada ya maji ya maziwa haya kujaa na kuanza kushikana. Wataalamu wanaonya hatari kutokana na hali hii ambayo tayari imeanza kusababisha hasara kwa jamii zinazoishi eneo hilo. Brenda Wanga anaarifu kuhusu hatari inayokodolea wakazi wa vijiji kadhaa vya Baringo. Kwa takriban mwongo mmoja, maji ya ziwa Bogoria na ziwa Baringo yamekuwa yakiongezeka. Wale wanaoishi kando na maziwa haya wanakabiliwa na hofu. Nyumba zimefunikwa na maji, shule haziko tena, na maisha yao yanatatizika. Maji imesonga kiwango ingine tuwese vumulia sofa. Ukiutazama ubandei, maji imekuja kabisa, imetoa watu tangu 2018 chini ni miaka mingi ilikuwa namna hii, na tuliposaliwa tulikuwa naona le mbali sana huko. Mbaya mbayo hatungeweza kufikiria kwa maji takuja hapa. Tukiongea saa hii kuna families wengi wamehama. Maziwa haya mawili yaliwahi kutenganishwa na takriban kilomita ishirini za msitu na ardhi kavu, lakini sasa janga linakodoa macho hapa. In

Katika ziwa Bogoria, maarufu kwa kuhifadhi takriban flamingo milioni tatu maji yamevunja kingo na kuanza kutiririka kuelekea ziwa Baringo. Vijiji vyote na mashamba yote sasa yamezama. Employment has gone down because most facilities have been closed down, they've been shut down and people depend on employment from these tourism facilities. Katika kituo cha Loboi, wakaazi wanajitahidi kuokoa mali. Wakaazi wa hapo wanasema mara ya mwisho maji yalikaribia kwa njia hii kwa zaidi ya karne moja iliyopita. Sova, watu wameama hapa, tumetoa watu manyumba, tumeenda huko, lakini tumekosa sova, tumekosa mahali pa kuishi. Wataalam sasa wanaonya kuwa maji ya maziwa haya mawili tayari yameanza kuchanganyika chini ya ardhi, hatua inayotishia maisha na hata uchumi wa eneo hili. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.